Imani za kishirikina yaani, kwenye maeneo yetu haya kwa sababu ya utamaduni tuliozoea, inaonekana kama ni kitu cha kawaida, watu kutumiana mambo ya, ya ushirikina. Sasa vijana ndio huaga wana tabia kusema huyu ni nani, ni mchawi au kama sio kijana, inawezekana familia iliyopo jirani, kwa maana ya pale pale kwenye familia ndani au vijana wa jirani wa karibu, kwamba huyu inawezekana ni mchawi, mwisho unaamua kwenda kumkata nini panga, si ndio? Sasa sisi tuwaambie, sisi kama Jeshi la Polisi hilo jambo hatutalivumilia, na tukikubaini tukikubaini wewe ni fulani, ulihusika, mimi niwaambie, sheria inakuhusu, yaani jela inakuhusu, kifungo cha maisha, sawa. Lakini nataka niwaombe, kwa maana ya viongozi wetu, walinzi wa amani wa maeneo husika, kwa ngazi ya kijiji ya kitongoji ya kata ya tarafu kwa maana kama kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kata kwenye kata sikuna mtendaji wa kata, lakini sikuna mtendaji wa kijiji na pamoja na mwenyekiti wa kijiji na vitongoji. Mimi nataka mwenyekiti, mfuatilie mkiona tu viashiria kwamba bana pale inaonekana fulani na fulani wale watu wanatuhumiana jambo fulani, kwa sababu kiashiria ndio kinazalisha nini, kiashiria ndio kinazalisha nini? Utendaji, utendekaji wa nini wa makosa si ndio? Kwa, wenye viti yatakapokuja haya mambo kwenye maeneo yenu, nyinyi msiyadharau, yachukuleni hatua, na mtakapoona labda nyinyi mmeshindwa, tupeni taarifa sisi polisi. Akifariki mtu, anapata mtu aliyemuua, lakini kufa kupo kwa kila wakati, na mimi yani ni njia ya kila binadamu. Kwa kweli mimi nilikuwa naomba hilo kwenye kijiji chetu tuliondoe, na mchawi atumjui na naonekani alipo nani anayemjua mchawi? Hakuna anayemjua mchawi hapo, kwa kweli na mimi linaniuzi. Kwa hivyo, imani za kishirikina tuachane nazo, lakini hapo hapo kuna mauaji ya vikongwe. Mauaji ya vikongwe kutokana na hizo imani, mama fulani, bibi fulani, anaenda anakata mapanga. Hilo hatulitaki, na hilo mimi na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza hatutaki tulisikie litokea hata siku moja, kwa sababu mtu akikatwa na mapanga si tunafahamu? Yani tunawakamata wote. Kwa hivyo hilo swala la mauaji ya, ya vikongwe halitakiwi.